Habari yako mzazi na mlezi, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Pia karibu sana katika video hii yenye umuhimu mkubwa kwa afya ya watoto wetu. Hebu tujiulize, kwa nini watoto wanatumia muda mwingi kwenye mitandao? Je, tunatambua madhara makubwa ya tabia hii? Watafiti wengi wameeleza jinsi inavyoweza kuathiri afya ya mwili, akili na maendeleo ya tabia.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 na mitandao. Njia ya kwanza ni kuunda ratiba maalum. Ili kudhibiti muda wa watoto kutumia mitandao, ni muhimu kuunda ratiba ya kila siku. Ratiba inapaswa kuelezea muda gani mtoto anaweza kutumia mitandao na muda gani anatakiwa kuacha. Hii inasaidia kumfundisha mtoto nidhamu na kumwepusha kutumia mitandao kupita kiasi. Wanasayansi wanasema kuwa watoto wanaofundishwa kutumia ratiba hujenga tabia ya kujua mipaka yao mapema, jambo linalosaidia katika ukuaji wa akili zao. Mbinu ya pili ni kufanya mawasiliano ya familia. Mazungumzo ya wazi na ya mara kwa mara kati ya mzazi na mtoto yanasaidia kujenga uelewa na yanasaidia kuelewa jinsi mtoto anavyotumia mitandao. Kwa kufanya mawasiliano haya, unamwezesha mtoto kueleza changamoto anazokutana nazo. Watafiti wameonyesha kuwa familia zenye mawasiliano ya wazi zina watoto wanaotumia mitandao kwa busara zaidi, wakitambua hatari na faida zake. Njia ya tatu ni kuwa mfano mzuri. Watoto hujifunza zaidi kutokana na wanachoona wazazi wao wakifanya. Ukiwa mzazi anayetumia mitandao kwa busara, unampa mtoto kielelezo kizuri cha kufuata. Hii inamfundisha mtoto kuwa na uwajibikaji katika matumizi yake ya mitandao. Watafiti wanasisitiza kuwa mfano mzuri wa mzazi ni silaha bora ya kuzuia tabia hatarishi za watoto. Njia ya nne ni kuweka vikwazo vya kiteknolojia. Teknolojia za udhibiti kama vikwazo vya muda au ufuatiliaji wa matumizi ya mitandao ni muhimu sana. Hizi teknolojia husaidia kuweka kikomo cha muda wa kutumia mitandao, hivyo kupunguza uwezekano wa mtoto kuathirika kisaikolojia au kiafya. Watafiti wanasema kuwa vikwazo hivi huleta matokeo chanya na hupunguza muda wa kutumia mitandao kwa zaidi ya asilimia thelathini. Mbinu ya tano ni kuhamasisha watoto kwenye michezo ya kimwili. Kuwahimiza watoto kushiriki michezo kama mpira, kukimbia au kuogelea ni njia bora ya kupunguza muda wao wa kutumia mitandao. Michezo huimarisha afya ya mwili, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza umakini wa mtoto. Kwa kufanya hivi, watoto watapata ladha ya maisha halisi badala ya kubaki wakikodorea skrini. Mbinu ya sita ni kuonya dhidi ya hatari za kiafya. Hii ni hatari sana. Kutumia muda mwingi kwenye mitandao huweka watoto kwenye hatari ya matatizo ya kiafya. Wanasayansi wanasema kuwa kutumia skrini kwa muda mrefu husababisha macho kuharibika, maumivu ya shingo na mgongo kutokana na kukaa muda mrefu bila kupumzika. Matokeo yake ni watoto kuwa na matatizo ya kudumu kama kupoteza nguvu za macho na kupata maumivu ya misuli. Hii ni hatari kubwa kwa ukuaji wa mwili wa mtoto. Njia ya saba ni kuhamasisha watoto kujifunza stadi mpya badala ya kutumia muda wote kwenye mitandao. Waonyesha watoto umuhimu wa stadi za maisha kama kupika, kushona au kusoma vitabu. Utafiti unaonyesha kuwa watoto wanaojifunza stadi mpya wanakuwa na akili inayokomaa vizuri zaidi, na hii inawasaidia kupunguza utegemezi wa mitandao. Njia ya nane ni kuweka sheria za kutumia mitandao. Sheria kama hakuna kutumia mitandao wakati wa chakula au hakuna kutumia skrini baada ya saa tatu usiku ni muhimu sana. Sheria hizi humfundisha mtoto jinsi ya kuzingatia vipaumbele na kudhibiti muda wake. Watafiti wanasema kuwa familia zinazoweka sheria hizi zina watoto wenye nidhamu zaidi kwenye matumizi ya mitandao. Mbinu ya tisa ni kuweka sehemu maalum ya kutumia mitandao. Kama mzazi Hakikisha mitandao inatumika sehemu ya wazi, kama vile sebuleni badala ya chumbani. Hii inamfanya mtoto ajisikie kuwa anaangaliwa na hivyo kupunguza muda wa kutumia mitandao. Watafiti wanasema kuwa hii inasaidia kumlinda mtoto dhidi ya hatari kama unyanyasaji wa mitandaoni au maudhui yasiyofaa. Njia ya kumi ni kuzuia uwezekano wa kupata uraibu wa mitandao. Hii ni hatari sana watoto wanaotumia mitandao bila mpangilio wako katika hatari ya kuwa na uraibu. Uraibu huu unawafanya watoto kuwa na tabia ya kutaka kutumia mitandao muda wote bila kuzingatia kazi zingine muhimu. Hii inaweza kusababisha matatizo kama upweke, huzuni na kushindwa kuwasiliana na wengine. Watafiti wanasema kuwa uraibu wa mitandao ni tatizo kubwa sana kwa watoto wa leo. Njia ya kumi na moja ni kuhakikisha usingizi bora. Watoto wanaokaa kwenye mitandao hadi usiku sana hupoteza usingizi bora. Matokeo yake ni kuwa na uchovu mchana, kushindwa kusoma vizuri na hata kupata hasira kirahisi. Kumbuka kuwa usingizi bora unasaidia ukuaji wa mwili na kuimarisha kumbukumbu ya mtoto. Njia ya kumi na mbili ni kufanya shughuli za pamoja za familia. Shughuli kama kutembea pamoja au kupika pamoja zinasaidia kuondoa muda wa mitandao. Watafiti wanasema kuwa familia zinazofanya mambo pamoja hujenga upendo na kuleta ushirikiano, jambo linalowasaidia watoto kupunguza muda wa kutumia mitandao. Njia ya kumi na tatu ni kuelimisha watoto juu ya madhara ya mitandao. Wazazi wanapaswa kuwaelimisha watoto juu ya hatari zinazotokana na kutumia mitandao vibaya. Watoto wanapoelewa madhara kama unyanyasaji wa mitandaoni au upotoshaji wa taarifa, wanakuwa waangalifu na kupunguza muda wa kutumia kwenye mitandao. Njia ya kumi na nne ni kuwapa motisha ya kujifunza. Kuwapa zawadi ndogo kama pongezi au zawadi nyingine, bila kuwapongeza kutumia mitandao kwa nidhamu, huwafanya watoto kuona umuhimu wa kutumia muda vizuri. Hii inasaidia kuondoa tabia ya kutumia mitandao ovyo. Njia ya kumi na tano ni kuwajulisha juu ya madhara ya kisaikolojia. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa kutumia muda mwingi kwenye mitandao husababisha matatizo ya akili kama kuchanganyikiwa, kutokuwa makini, na kupata wasiwasi wasi. Hii inawasaidia kupunguza muda wao kwenye skrini kwa hiari yao wenyewe. Njia ya kumi na sita ni kuweka muda maalumu wa kuacha mitandao. Toa taarifa ya sasa muda wa skrini umeisha, kumsaidia mtoto kuacha kwa utulivu. Hii inaleta utaratibu mzuri wa kumfundisha mtoto umuhimu wa kujua wakati wa kuacha. Njia ya kumi na saba, kuzuia hatari ya matatizo ya tabia. Hii ni hatari sana, watoto wanaotumia muda mwingi kwenye mitandao wanakuwa wagomvi wasiojali au wenye hasira kali. Watafiti wamebaini kuwa hii ni moja ya hatari kubwa sana kwa watoto, kwani inaharibu mahusiano yao na wenzao na hata ya familia. Hii ni sababu ya msingi ya kudhibiti muda wa kutumia mitandao. Njia ya kumi na nane ni kutoa mfano wa kushirikiana. Kushirikiana na mtoto kutumia mitandao. Mfano, kutazama vipindi vya kielimu pamoja husaidia mtoto kuelewa tofauti kati ya kutumia mitandao kwa faida na kutumia vibaya. Hii inaleta mafunzo ya pamoja na kumlinda mtoto. Njia ya kumi na tisa, kuepuka kutumia mitandao kama njia ya kutuliza watoto. Wazazi wengi huwashika huwashikia watoto simu ili wasilie au watulie. Hii huongeza muda wao wa kutumia mitandao na kuwafanya washindwe kujua jinsi ya kujituliza bila skrini. Ni muhimu kutumia njia nyingine kama kuzungumza au kucheza nao ili kuondoa utegemezi wa mitandao. Njia ya ishirini ni kuweka kumbukumbu ya muda wa kutumia mitandao. Kuhesabu dakika au saa walizotumia kila siku humfundisha mtoto uwajibikaji. Kadiri mtoto anavyoona kumbukumbu hii, ndivyo anavyojua jinsi ya kupunguza muda wake. Njia ya ishirini na moja ni kupumzika mara kwa mara. Kupumzika kila baada ya dakika thelathini kunapunguza uchovu wa macho na, na mwili. Hii inaleta ustawi wa mwili na akili huku ikipunguza muda wa kutumia mitandao bila kupumzika. Njia ya ishirini na mbili ni kuwahusisha watoto kwenye kazi za nyumbani. Kuwapa watoto kazi kama kupika, kusafisha vyombo au kupanda miti kunapunguza muda wa mitandao watoto wanaofanya shughuli halisi za nyumbani wanapata uzoefu wa kujifunza ujuzi mpya. Njia ya ishirini na tatu kuwa na mazungumzo ya wazi kila wakati. Mwisho kabisa, mazungumzo ya wazi na ya mara kwa mara ni msingi wa kufanikisha udhibiti wa muda wa mitandao. Onyesha upendo na uvumilivu wakati wa kueleza sababu na madhara ya kutumia mitandao kupita kiasi. Ndugu yangu, sasa umeona kwa undani njia ishirini na tatu za kudhibiti muda wa watoto kwenye mitandao. Hatua hizi zimeungwa mkono na utafiti wa kina wa wanasayansi na madaktari. Tukichukua hatua leo, tutawalinda watoto wetu dhidi ya madhara makubwa kama matatizo ya macho, tabia mbaya na uraibu. Chukua hatua sasa. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapozi upload, kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki. Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto, wasiliana nasi kwa namba 0754579224 karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.